Leo tumetembelea shamba letu la Mabuki hapa Misungwi kwenye mkoa wetu wa Mwanza, shamba ambalo tunalitumia kuzalisha mbegu bora za mifugo mbalimbali mbali kama ng'ombe, mbuzi na nyati maji kwa ajili ya uzalishaji wa nyama, maziwa lakini pia kutumika kama wanyamakazi. E, shamba letu hili limekuwa linajitahidi kufanya vizuri kuboresha mbegu mbalimbali mbali kwa, kwa wafugaji wetu wa maeneo haya ya Misungwi lakini mkoa wetu wa Mwanza na Kanda ya Ziwa kwa ujumla. Pamoja na changamoto tulizonazo hasa za ukame, lakini tayari wizara tumeanza kuchukua hatua ikiwa ni pamoja na kusambaza mbegu mbalimbali mbali za malisho, ambayo tayari kwenye shamba letu tumeshafikisha mbegu hizo, wameshaanza utaratibu wa kulima malisho hayo ambayo yatafaa kipindi cha kiangazi, lakini kubwa zaidi kuendelea kupata njia mbadala za maji ambazo zitasaidia hata kipindi cha kiangazi, basi tuendelee kupata maji kwa ajili ya mifugo yetu, tuendelee kuzalisha uh, mifugo bora, lakini pia kuendelea kulima malisho. Kama tunavyoona pa pembeni tayari kuna mitalo imeshaanza kujengwa, kuchimbwa kwa ajili ya kupitisha maji ya Ziwa Victoria kwenye shamba letu. Lakini tunaendelea pia kama wizara kuweka bajeti kwa ajili ya kuchimba visima, kuongeza idadi ya vile vilivyopo ili kuweza kutanua upatikanaji wa huduma ya maji, lakini pia changamoto kuu ambayo tunayo hapa katika shamba letu hili la Mabuki ni kuingiliwa au mwingiliano uliopo kati ya shamba hili na shughuli za wafugaji ambao, eh, ni wananchi wa kawaida. Tumekuwa na ripoti mbalimbali mbali za wananchi kuingiza mifugo yao katika shamba hili hivyo kusambaza magonjwa mpaka kwenye mifugo yetu, lakini pia kutengeneza fujo kati ya watumishi wa, wa shamba letu pamoja na wafugaji ambao wanaachia mifugo yao inaingia, lakini pia hata kuharibu yale mashamba ya malisho ambayo yamekwisha pandwa na, na, na, na watumishi wa shamba hili. Rai yangu kwa watanzania wa wenzangu hasa wale ambao tunaishi karibu na shamba hili, shamba hili ni rasilimali yetu sisi sote. Mbegu zinazopatikana hapa ubora wake ndio ubora hasa wa mbegu zile ambazo tunaweza tukazipata tunapokuja kupata mbegu hapa. Sasa tunapofanya mwingiliano huo, kwanza tuna, tuna riski kupata magonjwa mengi zaidi kwa mifugo yetu, lakini pili tuna riski pia kupandisha mbegu, mbegu ambazo sisi tunataka tu, tu, tu, tuweke vizazi vya mbegu bora kwa zile za kienyeji ambazo bado hazijafanyiwa utafiti. Kwa hiyo kimsingi tunaharibu e, vizazi vilivyopo. Kwa hiyo rai yangu kwa Watanzania wenzangu hasa wale ambao wanaishi karibu na maeneo haya, tuangalie na tulinde rasilimali hizi tukitambua kwamba ni za kwetu. Lakini pili, sisi kama wizara tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na, na kuanzisha sasa mawasiliano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili viweze vi kutusaidia ikiwa ni pamoja na kamati yetu ya ulinzi na usalama ya wilaya ambayo kwa kweli imeshafanya kazi nzuri sana. Kuendelea kulinda shamba letu lakini kwa vile uh, kwa pale walipoishia, sisi kama wizara tunaendeleza mawasiliano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kuweza kupata usaidizi zaidi wa kulinda shamba hili na kuhakikisha kwamba ile dhana ya Mheshimiwa Rais ya kuboresha maisha ya wafugaji basi inafanikiwa. Lakini pia nimtumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwenye mwaka wa fedha 2022/23 tulipa alituletea hapa fedha tukaleta mitamba 500 ya Boran kwa ajili ya kuendeleza uzalishaji wa mbegu bora mitamba, ambayo kama tulivyotembelea kwenye shamba letu la ndama tayari tumeona kuna ndama wengi sana wameshapatikana kutokana na stoki ile, na mpaka sasa hata uwezo wa shamba hili wa kuhudumia wafugaji wengi umeongezeka kwa kasi kutokana na uwekezaji ule wa Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru sana kwa miundombinu hii ya maji ambayo inapita kutoka Ziwa Victoria katika shamba letu kutuongezea tija kwenye uzalishaji wetu. Tunaamini kwamba kwa miaka, kwa mwaka huu wa bajeti unaofuata tutaendelea kutenga bajeti kwa ajili ya kuboresha mashamba yetu, kuboresha mbari tulizonazo ili kuhakikisha kwamba tunawapatia wafugaji wetu mbegu bora na, na wao pia wa, wa, wawe na mifugo bora katika mashamba yao. Na kama mnavyoona baadhi ya mifugo iko hapa mbele yenu na ndo kazi yetu kubwa. Lakini ukiangalia malengo mazima ya shamba ni kuzalisha mifugo bora na kuisambaza kwa wananchi wahitaji ambao ndo wafugaji. Kwa hiyo mifugo yetu kama unavyoiona ni mifugo bora, ni chotara ambayo ina asili ya borani na Friesian, lakini tuna borani pia. Borani ni ng'ombe wa asili aliyeboreshwa. Hawa aina hii ya mifugo yote na manufaa kwa mwananchi, kwa sababu kuna tofauti kati ya hii mifugo na mifugo ya asili. Tofauti yake ni kwamba huyu mfugo anakupatia lita nane mpaka kumi na mbili za maziwa kwa siku, lakini yule wa asili ukipata ni lita moja na nusu na yenyewe umenyang'anya, ume kutoka kwa ndama wake, kwa sababu ilitakiwa yamfai yule ndama. Kwa hiyo ubora tunaozungumzia ni ubora huu, lakini ukuaji wake ni wa haraka ukilinganisha na wale ng'ombe wetu wa asili. Lakini pia ukiacha u, u, u, ukitumia haya ah, madume haya unaweza ukayaona hivi, lakini anaweza pia akatumika kwa nguvu kazi madume mawili ana uwezo wa kushika jembe moja la, la ng'ombe, tofauti na wale ng'ombe wa asili ambao wanatumia jembe moja linashikwa na ng'ombe nane. Nikiongelea habari hali ya uzalishaji, mimi naiita ni nzuri, kwa sababu niko hapa kwa miaka mitano, lakini idadi ya mifugo nilioikuta ilikuwa chini sana. Kwa takwimu nilikuta mifugo elfu moja mia tisa lakini leo pamoja na shughuli zote ninasambaza, wanakufa, wana nini, nina ng'ombe elfu mbili mia tano. Kwa hiyo hali ya uzalishaji ni nzuri, isipokuwa kuna changamoto chache ambazo kama wizara tutaweza kushirikiana na shamba kuzitatua, zitaweza ku, ku, kuleta maendeleo makubwa katika shamba hili. Kwa mfano huu uh, ukanda uh, hali ya jijangwa kiangazi ni cha zaidi ya miezi sita na malisho. Changamoto tulizonazo hapa malisho, kutokana pia na mwingiliano wa mifugo kutoka nje, yanaisha mapema. Kwa hiyo hizi changamoto tunaiomba tu wizara kwamba tuweze kuwekeza hasa kwenye malisho, namba moja. Hawa ng'ombe ukimwona ng'ombe ujue anahitaji majani ili akue, akuzalishie na kupe yale malengo uliyo yatarajia, anahitaji ashibe kwanza alafu ndipo umkinge kwa changamoto zingine kama magonjwa na vitu vingine ambavyo ni vya kuingia. Kwa hiyo tunahitaji uwekezaji sana kwenye malisho ili tuwe na matarajio yale tunayoyatarajia na tuyapate kwa wakati. Kwanza mimi ni mtoto wa mfugaji, lakini pia nimekulia maisha ya kifugaji, nimekuwa nikichunga ng'ombe tangu nikiwa na umri wa miaka mitano Sukumani huku ukiwa mdogo unaanza na ndama, ukishakomaa kidogo unaanza kuchunga ng'ombe. Na mimi kwa historia yangu, wakati ninasoma darasa la kwanza, unaenda asubuhi, unarudi saa tano nyumbani kabla ya wengine waliokuwa wanatoka saa sita Ina maana natoka na nusu, ina maana ilikuwa natoka namwacha mama yangu amewatoa ng'ombe, nikirudi naenda kuchunga. Kwa hiyo kitendo cha wafugaji kuingiza kwenye hili shamba, yaani hiyo ni asili, ni nature kwamba binadamu tumezaliwa wabinafsi, na mfugaji anapotoa ng'ombe wake anategemea apeleke sehemu yenye malisho wale washibe. Kwa hiyo dawa pekee ya kuwazuia ni kuweka utaratibu mzuri wa kukinga eneo la shamba. Hata majuzi nimeteuliwa nikiwa bungeni, kuna baadhi yao walikamatiwa mifugo yao wakalalamika. Lakini kwa vile tunajua nchi inaendeshwa kwa mujibu wa katiba, kanuni na taratibu, kwa hiyo wananchi au wafugaji wenzangu ni lazima wazingatie sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na nchi yetu ili mambo yaendelee. Lakini kwa maana ya hawa mitamba wanazalishwa kwa ajili yao. Kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais, kama ambavyo tumesomewa taarifa, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili alituletea mitamba mia tano. Ilikuwa ni nia njema. Mimi ninachokiona kikubwa ni elimu iweze kutolewa kwa, kwa jamii yetu hususani ya kifugaji, na ukizunguka mazingira haya jirani hutakuta mbegu ya mifugo inayofanana na hii. Utakuta wale ng'ombe wetu wa mapembe.